Mtakatifu Benjamin shahidi wa Kikristo alikuwa shemasi wa kanisa katika Uajemi ambayo sasa ni Irani. Wakati wa utawala wa mfalme wa Uajemi Sapo wa Pili, karne ya nne, Wakristo waliteswa na Benjamin alikamatwa kwa ajili ya imani yake. Alifungwa gerezani mwaka mzima ili aache kuhubiri Injili, lakini hakuweza kukubali sharti hilo. Aliteswa na mwishowe kuuawa kwa kukataa kukana imani yake ya Kikristo. Kuthabiti na ujasiri wake mbele ya mateso ulimfanya kuwa alama ya utii kwa Mungu. Mtakatifu Benjamin mara nyingi anaelezewa kama mfano wa kujitolea kwa Kristo na shahidi hasa kwa wale wanaoteseka kwa ajili ya imani yao. Hadithi yake ni mojawapo ya hadithi nyingi za mashahidi wa Kikristo wa mapema ambao walikumbana na magumu huko Uajemi na katika dola la Kirumi kwa ujumla.